So kama sitakosea, basi nafikiri baba wa taifa hapa nchini hakuwa na Uh, hakuwa na adui ama hakuwa na maadui wengi ama hakuwa na watu ambao wanamchukia, na hivyo basi Julius Kambarage Nyerere alikuwa na wapenzi wengi sana Afrika Mashariki na sio Tanzania peke yake, kwa sababu ya zile kauli zake na usimamizi wake ambao ulisababisha mpaka nchi zingine pia vile vile kupata uhuru na kupigania kwake uhuru wa nchi zote hapa East Africa, yeye pia alikuwa mmoja wa watu ambao walionekana kuwa na kauli thabiti na kuwa na kauli za kunyoka na kauli ambazo zinaishi mpaka leo tuweze kumsikiliza, ambacho alikuwa akitoa kama uhusisho ama amani uhu, yaani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 So baada ya kumsikiliza ama baada ya kusikiliza aliyoyatamka hapa, na kwa sababu leo amesema kwamba tumsikilize mwananchi ama tusikilize maoni ya wananchi, na wananchi hapa wameweza kuongea, wananchi wameweza kuzungumza yale maoni yao hapa kwenye comment section, na wewe bado vile vile, kwa sababu wewe pia nawe ni mwananchi. Nchi yote ile ambapo unanitazamia ukiweko pia basi uko na nafasi na pia vile vile ya kutoa maoni yako hapa kwenye comment section, kwa sababu wewe pia ni moja wa wananchi. Kabla hatujaendelea kuanza maoni yote, nikukumbushe tu ya kwamba kile kitu ambacho amekiongelelea hapa baba wa taifa ni ile ya kwamba endapo kuna kiongozi yote atakayechaguliwa na kulazimishwa kuwa kiongozi uongozi basi kusikiliza yale ambayo ni matakwa ya wananchi ama maoni ya wananchi, basi huenda kukaleta ama huenda kukatokea vurugu kubwa sana nchini, ambapo hakuna ambaye atakuja kulitetea ama ametumia neno ya kwamba uh, msikilize mwananchi anasema nini? Acha, a, a, na, kama kuna chama kinachopuuzia mwananchi maoni yake, basi kinaweza kulia kilio kisipatikane mtu wa kufuta machozi. Hicho ndicho alichokiongea. Nataka nikupe mfano a, tuende kwenye mifano ambayo iko hai ambapo kuna baadhi ya nchi majirani na nchi zingine si majirani ambao walipuuza maoni ya wananchi na badala yake waliweza kulia ia machozi ambao hawakupata yeyote yule ambaye alikuja kuwafuta machozi. Tukianza na nchi ya Kenya 254 ambao kulikuwa na demonstration kubwa sana ambayo iliingiliwa ili, ili, ili, ili na vita. Ilikuwa maandamano na maandamano yale yale, yale yakawa ya vurugu na mwisho wa siku yakawa si maandamano tena, ambapo ilikuwa wanapigania o ambayo ilikuwa imeonekana kama it's a high tax. Ile serikali ya Kenya ilikuwa imeongeza kwa kiasi kikubwa ambapo wananchi pamoja na vijana wa Gen Z pale waliweza kuleta vurugu ili mradi ile tax iweze kushushwa, ambapo ilikuwa mwaka wa elfu 20, 24, mwezi wa sita nam baada ya nchi ya Kenya ilienda nchi ya Nepal. Nchi ya Nepal nao vilevile vile pia walileta vurugu pale, ambapo vijana walikuwa wanalalamikia ile ambao wanaita ufisadi pamoja na kuzimwa kwa zile, uh, social media. Yani mitandao ya kijamii ilikuwa inaenda kuzimwa ndani ya Nepal, na ile ambao ilikuwa ni ufisadi ambao umezidi pale nchini walipoanza kuleta uh, ile kama vile ambavyo tuko nayo Tanzania sasa hivi, yani ile watu wanaanza kusema kama tutaandamana tutaandamana tutaandamana tutaandamana. Uh, ile nchi ya Nepal pamoja na serikali yake ikaweza kuzima ile mitandao ya kijamii ndio pale ambapo vijana wa Gen Z wali amua liwe litakalokufa kufa dereva kufa gari wakaingia mtaani na kuchoma ile ambayo ni bunge la Nepal la, la Kitaifa pale na vile vile kumpiga yule ambaye alikuwa ni rais wao na kuvuruga ile serikali yote pale, na ikawa haina nchi ama hakuna nchi ndani ya Nepal kwa hakuna serikali. Sorry, nam twende kwenye nchi ya Madagascar, ambapo tuliweza kuizungumzia jana na ni jambo ambalo linaendelea li, li, li paka sasa ambapo vijana wa Gen Z na pia vile vile waliweza kujitokeza hadharani, ambapo walikuwa wanalalamikia ukiukaji wa serikali kutosikiliza maoni ya wananchi, ama kutosikiliza matako ya wananchi, ambao wananchi walikuwa wanalalamikia ukosefu wa maji, wananchi walikuwa wanalalamikia ukosefu wa stima pale, vile vile wananchi wakawa wanalalamikia ukosefu wa kazi pale nchini ambapo walikuwa wanasema ni jambo ambalo wamepiga kelele kwa serikali, lakini serikali imekaa ikipuuzia. Na walipokuwa wanaleta maandamano yao, yule ambaye ni rais pale Madagaskar akatoa amri kwa lile jeshi la Madagaskar liweze kuua ama kushute wale ambao ni waandamanaji. Lakini mwisho wa siku, wale jeshi ama lile jeshi la polisi likakataa kuwashute na badala yake likaungana na wale ambao ni waandamanaji na kuweza kutoa ile serikali pale Madagaskar. Basi saa hii taarifa tulizokuwa nazo ni yule rais pale Madagascar ameweza ku, kukimbia nchi ya France baada ya kwamba ameona hali vile vile pia, ni mbaya. Twende nchi nyingine ambayo iliweza kufanya vilevile pia ambayo ni nchi ya Morocco, mnamo mwaka hunohuno huno wa 2025 mwezi wa tisa na mwezi wa kumi baadake, ambapo waliweza kuandamana na vilevile wakavuruga serikali ambao walikuwa wanalalamikia ule ambao hali ya masipitali pale na pamoja na elimu, yani elimu ndani ya Moroko ilikuwa imezorota, na masuala mazima ya sipitali, ukoseshaji, ukosefu wa zile gari ambazo zina ambulensi za kuchukua wagonjwa kwapeleka sipitali na ukosefu wa sipitali ambayo ziko na madawa na ukosefu wa matibabu ambayo ni bora, basi hivyo wakaingia barabarani na kufanya maandamano. Naam. nchi yingine ni nchi ya Peru nchi ya Peru uh, kama sikosi uh, North of America if I'm not wrong in, uh, uh, mwaka 2020, 2024, pia, na nne pia vilevile iliweza kuingia barabarani vijana hawa ambapo walikuwa wanalalamikia uh, wanasema kwamba serikali imeshindwa kufanyia wananchi kazi na vilevile -vile jambo lingine ambapo walikuwa wanalalamikia lile la kwamba walikuwa wanasema kwamba wa ongezeko la ukoseshaji wa yani rising of crime Crime was rising in a big percentage in uh, uh, Peru amba likuwa ni ukosefu wa nini? Ukosefu wa ulinzi ama ukosefu wa usalama. Yes, ukosefu wa usalama ulisababishia mpaka wana ama wananchi wa Peru wakaleta vurugu kwa serikali yao kwa sababu serikali ilikuwa iko na jukumu la kumlinda mwananchi pamoja na amali zake, lakini likashindwa kufanya hivyo. Twende kwenye nchi ya Bangladesh, ambapo uh, huyu rais vilevile pia aliweza kukimbia nchi ya Uingereza ili kujificha, baada ya kwamba uh, watu wamevamia ile jumba la rais pale na kuweza kulitia moto na kupiga wale waliokuwa waliokuwako pale, ambapo vijana wa Bangladesh walikuwa wanalalamikia ile kitu ambayo ni ufisadi ambao ulikuwa umezidi kwa kina nchini pale. Corruption ilikuwa imezidi kwa, kwa uh, ukubwa sana, ambapo Bangladesh ilikuwa imeorodheshwa nchi ya kwanza duniani kwa kuongoza kwenye ufisadi. Hivyo basi vijana wajenzii baada ya kwamba wametishiwa walitishiwa mpaka mwishowe wakasema kufa gari pia vilevile kufa dereva. Wakaingia bungeni wakachoma, na mwisho wa siku wakafika ile ambayo ni state house, ikulu ya rais, na kuichoma pia vilevile, ambapo ile rais ilimbidi akimbie na kwenda zake Uingereza kule mpaka unai tunavongea serikali kwa muda. Tuende kwenye nchi ingine ambao ni Philippines and Indonesia uh, mwaka wa elfu ishirini ishirini na nne ishirini ishirini na tano, ambapo corruption na nepotism nepotism, hii ni kupendelea, uh, kupendelea familia yako, ambapo wale viongozi wa Nepal na Indonesia walikuwa sana sana wanapendelea zile ambazo ni familia zao, ama wanapendelea wale viongozi ama wale viongozi ama wale ambao wameshikilia serikali zile kazi ama zile tenda ama zile vitu ambazo zilikuwa zinafaa zifaidi mwananchi wa kawaida, walikuwa wanazifaidisha kwa watu wao wa karibu, nepotism that is ambapo, wameongezea wakasema pia corruption ufisadi, uno pia ilikuwa ni mojawapo ya sababu kuu ya hao kuingia mtaani na kugoma. Sasa turudi tena kwa huyu mzee wetu hapa, ambaye tulimpenda hayati huyu, ambaye ni Nyerere, ambaye alipendwa kupindukia, ambapo ametuusia ama alituhusia hapo awali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 na ninachosema kwa ninachowaambia, CCM nawaambia vile vile, na vyama vingine vilevile, lazima msikilize wananchi wanasema nini, kwa sababu kama wote ni sawa so. Kitu ambacho alikuwa anasisitiza hapa na akataja kabisa CCM ni kwamba ni lazima viongozi wasikilize wananchi wanasema nini. Je, tujiulize Serikali ambayo tuko nayo sahii ambayo inaongozwa na Mama Suluhu Hassan Samia, je, inasikiliza wananchi wanachokitaka? Najawazi kabisa, tukienda kwenye mpango mzima wa uchaguzi kama hivi, lazima watu watajigawanya kwamba sisi tunampenda Samia, na wengine wapo ambao wanasema hatumpendi Samia. Je, kama kiongozi amesikiliza wale ambao wanasema hawampendi ni kwa nini? Je, wanataka nini? Je, ni kitu gani ambacho kinawafanya mpaka waseme, If there's no reform, then election je, wamesikilizwa? Wamepewa nafasi wakaongea kile kitu ambacho wako nacho kikasikilizwa ama kikatatuliwa? Jibu uko nalo mwenyewe. Niruhusu nisome komenti tano hapa za wananchi, kwa sababu tumeambiwa tusikilize wananchi wanasema nini. Samia wetu mitano tena, hivi ndivyo alivyojibu. Huyu hapa wa kwanza. Wapili akuja akasema huu wasia uwekwe kwenye televisheni zote za Tanzania uwe unarudiwa kila baada ya dakika tano. Ndicho alichokisema huyu. Uh, watatu akaja akasema TBC, wekeni huo hosia tarehe kumi na nne Oktoba, ambapo hino itakuwa kesho inshaallah. Ama leo kwa ujumla hino video naifanya saa sita saa ino usiku hapa, ambapo imeingia tarehe kumi na nne tayari okay? Aha, Nyerere kama kweli mlikuwa mnampenda, like hapa, kama mlikuwa mnampenda kweli Nyerere, basi pendeni hino video kwa kutumia ishara ya dole like, that is kwani baba wa taifa u, ukiacha ubabe, ilikuwa mtabiri Yani kwani baba wa taifa ukiacha ule ubaba mbali na ubaba, yani wewe kama baba wa taifa ukiacha na ule ubaba wako, kwani ulikuwa mtabiri wa uhakika. Najua hino video imepata komenti takriban 760 mpaka sasa, lakini nimeweza kusoma uh, komenti tano peke yake, na nakuachia wewe na wewe pia uweze kuweka komenti yako hapo, alafu tuje tuzisome zote kwa pamoja pasi kutumia matusi.